Usaliti. Usaliti ni kwenda kinyume na matarajio. Nisema, usaliti ni kwenda kinyume na matarajio, ni pale ambapo uh, wewe kama mwanafunzi unatarajiwa kuwa na heshima, unapaswa kujua kuna watu ambao wamekupita rika, lakini ukihusiana kimapenzi na mwalimu mwanafunzi, hapo itakuwa umeenda kinyume na matarajio. Huo ni usaliti. Umesaliti wajibu wako kama mwanafunzi. Hoja ya kwanza: Yona anausaliti wajibu wake kwa mkewe. Yona anausaliti wajibu wake kwa mkewe, kwani badala ya kumtunza anampiga badala ya kumtunza anampiga. na ni ukurasa wa kumi pale chini, Dina anasema hivi, Dina wa tatu kutoka chini: hao wametoka mbali, upo wakati hakuna aliamini wangeishi pamoja. pamoja na ulevi wake, Yona alianza kumpiga Sara tena kipigo cha mbwa hasa, alipokuwa amelewa. Mara kadhaa alimwagiwa maji baridi kumrejeshea fahamu. kiwa kwa nini kichapo chote hicho, Dina? eti kumzalia mtoto wa kiume. Anapanguza machozi lakini Mungu ni mkubwa amejibu jinsi hii. Kwa hivyo unaona hapo, anampiga badala ya kumtunza. Hoja ya pili ya usaliti, niona anaisaliti taaluma yake kwa kushindwa kudhibiti uraibu wa pombe. Unasema anaisaliti taaluma yake kwa sababu ameelimika na elimu yote hadi chuo kikuu, anashindwa kudhibiti uraibu wa pombe. Ndio maana nikakwambia kuwa anaisaliti taaluma yake kwa kushindwa kudhibiti uraibu wa pombe. Ameelimika hadi chuo kikuu lakini analewa, hawezi akadhibiti ulevi.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 Yona anamsaliti mwajiri wake kwani hahudhurii kazi kikaida. Kwa hivyo anasahau kuhudhuria kazi kikaida anakosa si anakosa kuhudhuria kazi kikawaida vile inatakikana, ndio anasaliti. Hmm. Ukurasa kumi na tisa. Sara Sara wa nne kutoka juu nyinyi watoto wamwelewi baba yenu ukiunga vizuri moja na moja utatambua kuwa baba yenu alijaribu lakini hatimaye akasalimu amri maana bahari nzima ilishamiri vishindo vya mawimbi ilimfanya kusahau kuwa Mwenyezi Mungu amemjaza na mengi mwanzo aliwataka nyinyi na mlipoanza kuja akaona hana wa kumletea mkaza mwana kama desturi watu nao wakawa wanazungumza maneno yao yakawa yanampenya pole pole kama maji yanayoumenga udogo hata siku moja yakafanya genge. Ama kweli alikuwa majojo hasa. Mpaka mwishowe kitumbua chetu akikuingia tu mchanga bali kilizidi kuchina kila kukicha. Mawazo yake yaliingia vuta ni kuvute, kutamaki aliachwa amezamia tembo iliyomtia shemere kwa kutaka kukimbia kutiwa vinywani, akaangukia sarakasi na vitimbi vya ulevi. Neema, aha, ndio maana kazi kaisha. Sara aliitekeleza, aliitelekeza mwenyewe wakampiga kalamu. Neema likafuata lindi la mashaka. Haikuwa rahisi kutoka kwa mwalimu wa shule hadi kuitwa mlevi wangu. Unaona, ni yeye alitelekeza, lakini kuna sehemu nyingine pia ambayo inaonyesha vizuri, aliacha kuhudhuria kazi kikaida. Hoja ya nne: Yona anasaliti mafundisho ya kidini aliyopata Yona anasaliti mafundisho ya kidini aliyopata kwa kukubali mvinyo anaopewa kisha kudidimia ulevini. Kwa hivyo, anasaliti yale mafundisho ya kidini aliyopata kwa kukubali mvinyo anaopewa kisha kudidimia ulevini. Ukurasa sitini na mbili Yona pale juu. Haithuru kimya Umerudisha nyuma kweli, umenirudisha nyuma kweli, katika siku zile za ujana wangu, asubuhi niko skuli, majira ya fajiri, kiboko mkononi, anayekuja baada yangu, hata kama hajalewa. Samahani, haithuru, nitarudia. Yona, haithuru. Umenirudisha nyuma kweli, katika siku zile za ujana wangu, asubuhi niko skuli, majira ya alfajiri, kiboko mkononi, anayekuja baada yangu, hata kama hajachelewa. Alikuwa hana lake, siku nzima kazi tu, jioni darasani tena, kiboko mkononi. Sio siku hizi. Huwezi tena kumnyoosha mtoto kwa kiboko. Vitabu navyo nilikuwa nikivifunga kwenye baisikeli kwenda kuvisahihisha wikendi. Beni, mpaka tembo iliponyoosha mikono yake na kukudaka. Yona? Anacheka kicheko cha uchungu. Basi tu, wenzenu ndio walioniingiza kwenye mkondo huu. Kama unakumbuka, nilikuwa miongoni mwa vijana wa kwanza kuingia kwenye dini. Hata tulikuwa tunahubiri. Luka, kisha ukateleza mara moja. Yona? Haikuwa mara moja mnavyofikiri. Ilianza pale chuoni. Wenzangu walinipa mvinyo kunirai kuonja ulevi. Mwanzoni nilikataa, lakini wakanizidi maarifa. Basi polepole pole nikaanza kushiriki lakini kwa kuficha. Nilipotumwa kufanya kazi na kuanza kuipitia mitihani ya familia, ulevi ukageuka uraibu mpaka pale ulipofikia kunifanya mtumwa. Luka, ukaacha kazi? Nilishindwa kuingia kazini kila siku. Hapo ndio kaida, unaona? Alishindwa kuingia kila siku. Hapo ndio, ingia kazi kikaida. Nilishindwa kuingia kazini kila siku. Nilishindwa kuishi bila kulewa, nilikuwa mtumwa tu. Luka, siku zile mkeo alikuvumilia kweli. si umeona hapo, tumeona ile hoja ya kikaida na sasa tumeona kuwa alikuwa amesaliti ile mafundisho. Sasa amepewa mafundisho ya kidini lakini anakubali nini? Mvinyo hadi zaidi anakuwa nini? Mraibu. mraibu ni addict, unaelewa? Haya, tuendelee. Tano, hoja ya tano. Buju anaisaliti imani ya neema kwake kwa kumkumbusha wema aliyomtendea Buju anaisaliti imani ya neema kwake kwa kumkumbusha wema aliyomtendea. Ukurasa hamsini na moja, naanza pale hamsini chini. Neema: hamna nitakalo, ninaomba tu nielewe, kwamba wakati wewe, kwa bahati mbaya, wazee wako wametangulia mbele za haki, mimi wangu wapo na ni vyema kuwaangalia. Kama si wao leo nisingekuwa nilivyo. Kumbuka ndio walionileta hapa ukanipata. Buju: kwa dharau nilikupata wapi Maututi? Neema: ulinipata Maututi kweli, ilikuwa jari mbaya, zilipotea roho nyingi, manusura tulikuwa watano tu bila msaada wako wa kuita flying doctors hii leo ningekuwa nimesalia kwenye kumbukumbu kumbu tu. Si unaona hapo, anamkumbusha. Ukisaidia mtu, hupaswi kumkumbusha. wewe ni usaliti. Kwa hivyo, anasaliti ile imani ya Neema kwake. Neema imani kwake kwa kumkumbusha sasa alimsaidia sita. Buju anaisaliti imani ya Azna kwake kwa, kwa kutomruhusu Sara kuishi kwake anapokuwa mgonjwa. Buju anaisaliti imani ya Azna kwake kwa, kwa kutomruhusu Sara kuishi kwake anapokuwa mgonjwa. Kwa hivyo, uh, Sara ana imani na Buju lakini ile uh, imani sasa inadidimia wakati ambapo mamake anakuwa mgonjwa, lakini kwa sababu huyu ni mama mkwe, hataki mama mkwe afanye nini? Aishi kwake. Unapaswa kuwa unatafuta kurasa usome, kwa sababu nikipata nasoma mwenyewe. Kila wakati nakutafutia, lakini ushughulike. Na sijui kwa nini mtu kama Mwangi atafuti. Usitafute, tutakutafutia, usijali, utakufanyia pia mtihani. Relax. kurasa hamsini nne, hamsini na na nne. Tunaanza na azna Azna wa pili kutoka juu. Azna yangechucha Sara na tabasamu. Unaelewa sasa. Azna lakini mengine huweza kuinyonya afya yako na kukuacha chichatuku kama Neema. Sara tatizo lako wewe ni kuniona mimi na dadako kadhani sisi ndio mwanzo na mwisho wa yote ya usuyo ndoa wala hatuna atu matatizo makubwa vile unavyofikiri Asna. Lakini nimeona ukatili wa baba ulivyokulemaza zamani. Watu walikuwa wakisema kuwa maneno hayathuru, lakini tazama yalivyokuthuru, tazama matokeo ya vipigo vyake. Naye Neema ameolewa na bahili mkubwa asiyejua maana ya familia. Hatuoni kama watu ni yeye na lake tu, kwa hivyo hawaoni wao kama watu ndio sasa anaendelea kutaja aoni wao kama ni watu. Kuna sehemu nyingine, kuna sehemu ambavyo wanataja. Ndio maana sasa baadaye wakati uh, wanazungumza anamwambia ilikuwa hapo awali Sara, wanazungumza na Neema anamwambia yale nani anasema yale, Azna anasema ni ukweli, anapaswa kuishi kwake. Azna, mm, wa mwisho pale, lakini mama, nyumba yote hiyo na nafasi yote hiyo anaona muhali wewe kulaza bavu wako humo, wewe uliyempa binti tena binti mwenye kisomo si haba, digrii mbili ni mchezo? Basi kama huo ndio malaika au fai pesa mbili, ni shemezi yangu, lakini ushemeji una thamani ukiwa na udugu. Ndio, Neema anasema hata mimi hilo kuniuma. Lakini nifanye nini? Ulazimika mara kwa mara kuuwinga moyo wangu. Kila mara hujikumbusha kuwa mnyonge msonge. Ila ninashukuru aliutetea uhai wangu. Si unaona? Kwa hivyo ni ukurasa 35. Saba, Buju anaisaliti hadhi yake kama msomi. Buju anaisaliti anaisaliti hadhi yake kama msomi kwa kuteta, kwa kuteta wakati alama za leni zinapoimarika.

Halafu unadiriki kusema eti alifanya vizuri ndiyo, alama alamunu amekasirika. Eti alama maifu, kime. Eti ameshuka nafasi darasani la, lakini anapandisha alama Neema, alama ndizo muhimu. Afadhali angepunguza alama akapanda nafasi darasani la, lakini lakini anamkatika amna, lakini imechoshwa na hizo adili za alama kupanda. Sitaki tena mimi, msitaki tena wewe, hutaki kuona kama mwanao anazidi kupitwa na wenzine ila tulizungumzia hili unakuja na adili za alama, ili ipotelee kote. Huyu sasa ashakuwa mbungu akuiwa wala, wala uui ua mtende ameingia mtanga vizuri hmm. Kwa hivyo tumesema hapo <coughs> buju anaisaliti hadhi yake kama msomi kwa kuteta, wakati alama za leni zinapoimarika. Tunaona anaona alama ni muhimu kuliko nini? Anaona nafasi darasani ya juu, nafasi ya juu ni muhimu kuliko nini? Kuimarika kwa alama nane Yona anawasaliti mabinti wake kwa kuwashikia mkwaju. Yona anawasaliti mabinti wake kwa kuwashikia mkwaju. Ukurasa 19 tusomewe na wengine. Tuanze Sara pale juu. Tumesema Yona anawasaliti mabinti wake kwa kuwashikia mkwaju. Tuanze Sara pale juu. So Sara, kweli kabisa aliona kama ameangaziwa na nyota ya jana. Nema, mbona akawa anatufanyia vile Sara? alifanya nini ni, baba yenu baba yenu. Nema, kugombana, kulalamika Sara, hilo ni kawaida, kila mtu utaka lake limongo, nimwongokeea iko lakini ni kama baba hakutudhamini hata wewe. Sara, kawaida ya wanaume. Nema, hadi ya kutus, hadi ya kutusikia mkwai Ninyi watoto wa mwenyewe baba yenu ukiunga vizuri moja na moja utatambua kuwa baba yenu alijaribu, lakini hatimaye kaangiau maana baada zio shamirivishindo vau um, ilimfanya kusahau kuwa Mwenyezi Mungu amejaza na mezi mwanzo aliwataka ninyi naikoanza na, kuja akaona hana wakimletea mkazamake tufike pale umeona amewashikia ha. Mkwaju haya yeah. Aya Neema anams, anasaliti wajibu wake wa malezi kwa kumwachia bila malezi Neema anasaliti wajibu wake wa malezi kwa kumwachia bela malezi kurasa ishirini na mbili kwa hivyo nasema neema anasaliti wajibu wake wa malezi kwa kumwachia bela malezi sasa hapa tunasema amemwachia bela malezi ukurasa wa ishirini na mbili kwa sababu anashangaa kumbe nani anajua kucheza? Lemi. Bela. mmoja we bela mwingine awe awe neema Bela, mtoto ameshalala tena vizuri sana lakini leo ameingia akiwa mtoto inafikiri wamecheza sana si, si, si, si kama si, zamani binatua sana basi, naye mimi kila akiita kutoka huko, kabla ya kitoto, lazima kwanza anionyeshe miondoko na mingineo yote waliofanya pale. Lebl anajua kucheza vizuri, pia kuimba vizuri, bila ya kati zenyu zinapitana. Ukija wewe, ukija wewe, yeye ashaanza na, ukiondoka asubuhi bado anafungua kulepe na kuzingia vizuri Buju anausaliti wajibu wake kama mzazi Buju anausaliti wajibu wake kama mzazi kwa kumwita Lemi mbumbumbu, kurasa 26. Na nitakusomea ni Buju wa mwisho pale, anamkatiza hamna, acha, lakini nimechoshwa na hizo hadithi za alama kupanda. Sizitaki tena mimi. Wewe hutaki kuona kama mwanao anazidi kupitwa na wenziwe? Kila tukizungumzia hili unakuja na hadithi za alama, heri zipotelee pote Huyu sasa ashakuwa mbubu mbubu wa kutupwa. Wala huoni kuwa mchele umeingia mchanga. Kwa hivyo anamuita mwanawe mjinga. Kwa hivyo ndio maana tunasema Buju ana usaliti wajibu wake kama mzazi kwa kumuita Lemi mbubu mbubu. Jamii kumi na moja, jamii inasaliti wajibu wa kuridhisha maadili kwa kumshinikiza Yona kuoa mke mwingine. Jamii inasaliti wajibu wa kuridhisha maadili kwa kumshinikiza Yona kuoa mke mwingine, jamii Ukurasa wa kumi, fungua ukurasa wa kumi. Nitakusomea Dina wa pili. Alisukumwa huko na wimbi la maneno ya watu wengine, wakamsukuma kutafuta mtoto huko nje kwa kila hali, mradi awe wa kiume, amridhi yeye. Eti jina lake lisipotee, utambi wako wake usizime. Si unaona? Ndio maana tunasema jamii inasaliti wajibu wake wa kuridhisha maadili. Namshinikiza kuwa mke mwingine huko. Mwisho, Azna anakisaliti kijiji chake kwa kusema afadhali kuishi katika umaskini mjini, kuliko kijijini. Azna anakisaliti kijiji chake kwa kusema afadhali kuishi katika umaskini mjini kuliko kijijini. Azna anakisaliti kijiji chake kwa kusema afadhali kuishi katika umaskini mjini kuliko kijijini, ukurasa 31. Sara anasema hapa, mnaishi kama mchwa kwenye kichuguu. Tazama chumba hiki nyumbani, hiki ni kiziba cha kuku mwanangu, sasa utajibada humu mpaka lini? Azna anacheka. We, cheka tu Azna namwambia, niache yeye nicheke. Mama, hii inanitosha. Kwanza, mtaa huu si kila mtu anayeweza kuishi. Chumba hiki kinaonekana kidogo, lakini kodi yake ni sawa na inayo, inayolipiwa nyumba ya vyumba viwili katika mitaa mingine. Kijiji hili nitarudi na elimu yote niliyopata, watu watashangaa. Sara anasema, Azna, msafiri kafiri angawa tajiri. Azna anamwambia mama, afadhali umaskini huu kuliko kurudi kijijini kwenye umaskini wenyewe. Tufike hapo, kila mwanafunzi alete vitabu.